Mbea oe. Oe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Kwa maelezo ya awali eh, kwamba ninyi mna level mbalimbali za elimu, eli si ndivyo? <coughs> Ninyi ni matokeo ya maisha ya watu wa Msalala <coughs> na utegule usomo. Kwa hiyo ninyi ni watoto wa hapa si ndivyo? Mbea oe. Oe. <coughs> Na katika harakati za maisha mimi pia nimeshiriki kongamano mengi, nikiwa mwanafunzi na baada ya na yamenisaidia mambo makubwa mengi, anafikiri pia ndio lengo kuu la, la, la kongamano hili. Na kama nilivyoelezwa awali kwamba tunakuja kutazama fursa zilizoko kwenye almasha na matunda ya serikali ya awamu ya sita. Nadhani hilo ndio lengo tunakubaliana. Sisi tunachofanya tuna tunakuza ule mtaji unaitwa mtaji mimi. Wengi tukiuliza mtaji wanasema ni hela. Si ndivyo? Lakini, na mtaji namba moja alionao kijana ni mtaji yeye. Sema mtaji mimi. Kwa hiyo kwangu mimi hapa sidhani kama nitahutuba, ila tu na maelezo ya awali. Mtaji mimi. Mtaji mimi. Eh, eh. Sio ule ule utategemea kwa mtu benki au wapi. Ah, wewe mwenyewe ulivyo, tayari ni mtaji. Sasa changamoto ni kama unajua au wapi uongeze nguvu au wapi urekebishe, ili uweze kutumia ule mtaji mimi kukusaidia kwa kama kianzio cha kupambana na maisha. Nafasi ya kwanza ya mtaji mimi ni taarifa. Kama huna uwezo wa kupata taarifa, kwa umejipunguzia credit. Anafikiri lengo la kuwakusanya hapa ni kuwapa taarifa sahihi za fursa zilizopo ndani ya almashauri. Ukienda kusikiliza wengine ni shauri yako. Lakini sisi tunaongezea nyama kwenye ule mtaji wewe, kwa kukupa taarifa sahihi na maarifa ya awali ya nini kifanyike. Mtaji mimi una sifa kubwa kama tatu tu. Ya kwanza ni uaminifu. Wewe ni mwaminifu? Ukishakosa uaminifu unaanza kukosa uaminifu kwa wewe mwenyewe, alafu kwa kile kinachotokea mbele. Eneo hili vijana wengi wa Kitanzania tumewaangusha watu jo. Kwa nini watu wanafunga biashara? Wanakuambia naibiwa left, right and center. Kwa hiyo tatizo la kwanza nagundua katika jamii yetu sasa hizi kwenye kundi hili ni uaminifu. Hapo kwa Kizungu wanaita integrity. Eh, hey, yani, watu wanawafungua mahoteli wanaona bora wakachukue wa Kenya, bora alete wenzie wa nchi anayotoka kwa nini? Sisi hatuna watu, ila ukikaribishwa tu kwenye geti la watu wewe unaanza kuangalia hii mitungi tu kuchomoa. Eh, uongo kweli? Na wengine wana resort kwenda kwa ndugu, mara hizo ni yale, kwa sababu huyo ndugu alitoa kwa jamii ile ile. Eh, ndugu la wama, si unasikia haya maneno haya <tri> yote ni kukosekana kwa nini <tri> uaminifu, katika eneo ambalo sasa hili lina vali kubwa kuliko yote ni ni yaani, yaani, yaani ukishakuwa na na uaminifu, haijalishi haijalishi ma certificate yako. Eh, haijalishi kabisa. Mtu akasema wewe wewe muaminifu, wala katika kutafuta fursa, fursa, fursa? Unaweza ukawa hata mpaka na PhD lakini unaonaje, hii tumeelewana vizuri, vizuri? Pia hapa usaidie kuona hichi kitu ni fursa. Hilo nalo ni changamoto. Kwa sababu shuleni tumesoma yale ya academic tu ya kukufanya uwe na uwezo wa kutambua kitu. Mm. Tatizo sisi wengi hatutumii hicho kipawa. Mm. Kwa hiyo naamini kwamba hili itasaidia hasa kutambua mtaji wewe. Sababu kila mtu ukimuuliza biashara yako, ah, bwana mimi ilikufa mimi sina mtaji. <laughs> beaiojijiwalau hii ndo kongamano la kwanza miyafanya amkuni taarifu. Kwa hiyo nakpata muda mchache hivi, wewe yatumie vizuri yale machache unaoyapata, jue fursa zizoku ndani ya halmashauri yenu, laini pia mtumie ulimwengu huu wa teknolojia kurahisisha maisha. Kama nilivyoeleza wewe na simu yako kama uko saluni au una genge lako unaendelea nalo lakini simu yako unasubiri simu tu. Eh, na namba hii iipeleka mtungi wa kiasi fulani ukifika unachukua keshiao, utaanza mgogoro. Utakapoanza kukopesha wakati una mtaji unakochukua utakwama. Tumeelewana? Jiwekezeni sana kwenye kwenye kutumia au kutambua vizuri mtaji. Wewe mi, nataka mniombe kwa wingi, ili mi nikose hela za kuwalipa, tuumize kichwa na mkurugenzi wangu hapa tuona tuta, tutazitoa wapi, ili tuweze kuwapa mikopo. Lakini naamini kama wale waliokopa wa kwanza au waliokopa wengine wakirejesha kwa uaminifu, hakuna kijana atakayekosa mkopo. Uongo kweli? Vijana na nini jamani Vijana na nini! Vijana na nini! Alafu vijana na nini? Kuna dada moja ameongea vizuri hapo, ongea kwa nguvu. Vijana na nini? Vijana na maendeleo, sawa? Eh, ukiwa na maendeleo, hata uaminifu utakuwepo, kwa sababu hela utaiheshimu, utaiogopa, utaithamini. Kwa hiyo mimi nawaomba sasa hivi mambo yote ni mfumo. Hebu ingieni kwenye mifumo, kweni waaminifu. Bu nini? Bi... Alafu msiangaike kusema biashara ya pamoja ya kufuga nguo ya uongo uongo. Ah ah. Sema na mimi, na mimi nauza duka, sina uzoefu na duka mm. mimi nafuga nguruwe, sina uzoefu na nguruwe mm. mimi nasagisha mashine, sina uzoefu na mashine mm. mimi sijui nafanya nini. Hata ukitaka mashine ya kusaga, wewe mwenyewe, milioni kumi unapewa wewe peke yako, ako na mguu wako mmoja, tuko pamoja. Lakini buni kitu ambacho ni ukipewa hela utaitumia ipasavyo na utarejesha na kesho kutwa utabuni kingine. Nilikuwa na mashine, nimepata mtaji huu niongeze na kiwanda sasa kingine akingine, tunatoa kwa a wasioajiriwa. Mfano ninyi mmesoma, si ndio? Mmeambiwa nafungua saluni. Yaani siku hizi sio lazima tayari uwe na saluni, hata ukiwa na wazo la saluni ukatuambia wazo langu ni saloni, eneo yangu la kuweka saloni ni hii hapa, na mtafanya moja, maana kuna mchanganuo wa mradi, mtafanya moja mbili tatu. Timu ya ukaguzi wa mikopo ikija, ikakagua, ikajiridhisha, hauna mtaji hata mia, uongo kweli lakini utapewa mtaji. Kikubwa ni uaminifu, na wewe jinsi gani umeubuni mradi wako kwa tija. Kwa Sadiki Isa na Njonga, natoka kata ya Utengule Usongwe. Kwanza uh, swala la kongamano la vijana ambalo lime uh, tumeitwa sisi vijana hapa katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya na mkurugenzi Bielika Yegela. Niseme ni jambo kubwa sana sisi kwa sisi vijana, ameona kwamba ni wengi sana ambao ni wasomi na hatuzioni fursa ambazo zipo katika halmashauri yetu. Kwa hiyo hii ni kama fursa kwetu sisi vijana kuweza kuziona hizi fursa, na kikao cha yeye na sisi leo ni fursa adhimu sana ya sisi kujifunza uh, yale maisha nje ya kile ambacho tumekisoma shule. Kwa hiyo uh, mimi ni nahisi kama kijana kwamba huu ni wakati sahihi wa mimi kuhakikisha kwamba natimiza ndoto zangu kwa kujiajiri mwenyewe lakini kuziona pia fursa ambazo zime, zimezunguka katika halmashauri. Jina naitwa Hadija Muhamed Ali. Tunamshukuru sana kwa kutuunganisha vijana wote wasomi, kwa kutunoa akili zetu, ili tuweze kujua elimu tuliyosoma darasani sio ambayo tunaweza tukaipractice mtaani, lakini pia niweze kumshukuru mkuu wa wilaya Beno Malisa kwa kutuhusia vijana kuwa waaminifu. Vijana wengi mtaani tumekuwa sio waaminifu, tunapewa fursa lakini pia hatuna uaminifu. Kwa hiyo ametuusia, amegusia swala la uaminifu na uzalendo katika nchi yetu. Tuna mchango mkubwa katika taifa letu hili, katika maendeleo ya leo, kesho na miaka ijayo.